Anasema daktari, habari yako mzima wewe? Kuna mdogo wangu ana tatizo, lakini anaona aibu kuuliza. Alikuwa anapenda kujichezea chini akiwa na hisia, ila sasa akikutana na mwanaume hapati kabisa hisia mpaka ajichezee mwenyewe. Unatushaulije? Kuna dawa ya kutibu hilo tatizo? Nikamwambia ndiyo, dawa ipo, ila nitahitaji kuongea naye kumsaidia changamoto hiyo kisaikolojia zaidi. Mara baada ya kuwa mhusika akafikisha ujumbe huo na kuambiwa kwamba Dkt Kuboja ameomba kuongea na wewe, akatokomea mazima akiamini kabisa kwamba amesuluhisha tatizo. Kumekuwa na light ya wanaume ambao wanalalamikia juu ya hili, na hii imetokana na wanawake wengi kutazama picha za ngono kwa spidi, kutazama picha za ngono kwa wingi. Wanawake wengi sana wanaiga kile unachokiona picha katika picha za ngono. Nimekuwa nikiwafundisha hapa wanawake wengi sana kwamba tunatakiwa uweze kupata elimu ya tendo la ndoa ambayo ni sahihi, ujue kile ambacho unatakiwa uweza kumfanyia mume wako, usiige kile unachokiona katika mitandao ya kijamii. Kuna vitu vya ziada ambavyo unatakiwa uvifahamu na ujue nini cha kuweza kumfanyia mwanaume badala ya kuiga kile kitu ambacho unachokiona katika picha za ngono. So wanaume wengi wamekuwa na kesi na niambia daktari, kila nimeshakutana na wanawake bila watatu. Kila mwanamke naona anahangaika tu kujisugua kisimi, anahangaika tu kujisugua. Anaika mwingine akasema, mimi kuna wanawake wawili niliwauliza wakaniambia kabisa eti yeye bila ninapokuwa na shiriki naye tendo, asipojisugua kisimi ama kinembe chake hawezi kabisa akafika kileleni. So unashangaa what is this? Yaani, watu wanaanza kuiga vitu anavyoviona katika picha za ngono which is shit, ni vitu ambavyo vya ajabu na ajabu ya ajabu zaidi. So wanawake, msiige vitu ambavyo huvielewi, vitu ambavyo vijui, it's it's very bad. It's very bad bad, na mwisho wa siku madhara yake ndiyo haya. So unakwenda kutengeneza usugu katika hilo eneo, ni eneo kisimi ama kinembe, eneo ambalo ni very sensitive. Once unapotengeneza usugu mwisho wake utashindwa hata kuweza kufurahia tendo la ndoa. Na unapokuwa unajisugua manake pia lazima uweze kutengeneza imagination. So si unatengeneza imagination ya ule mwanaume ambaye uliyomuona katika video ama imagination ya mwanaume ambaye unayehusika hapo. So madhara yake ni makubwa kisaikolojia. Kama wewe ni mwanamke unapitia changamoto matibabu yapo ya naomba tuwasiliane. Lakini pia msaada wa kisaikolojia ni muhimu zaidi maana ndio matibabu namba moja. Nipigie katika namba ifuatayo sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano. Sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano.